Kutoka kituo cha jeshi la anga cha Whiteman huko Misuri, ndege sita za kivita za kisasa aina B2 Spirit ya Spirit zilianza operesheni ya masafa ya mbali, yaani intercontinental mission. Kila ndege hiyo ya kijeshi iliambatana na ndege ya KC-135, nao walihitaji ulinzi kutoka kwa ndege za FA-18 zilizobobea katika vita vya kielektroniki. Safari hiyo ilijumuisha kusimama katika kituo cha jeshi la anga la Anderson huko Guam, kisha Diego Garcia, eneo la mwingereza lililo katika bahari ya Hindi. Kabla ya mashambulizi hayo, manowari na meli za kijeshi za Marekani zilikuwa tayari zimeshasambazwa katika bahari ya Arabia zikiwa zimebeba ndege za F-18 Super Hornets na EA-18 Growlers. Kadri shambulio lilivyokaribia, ndege za Growlers zilianza kutumia mawimbi ya kielektroniki yenye nguvu kwa lengo la kupofusha mitambo ya rada ya Iran na hivyo kufungua njia kwa Marekani kushambulia. Wakati huo huo, manowari za Marekani zilituma makombora ya masafa ya kati karibu kru cruise missiles 30 yaliyolenga miundombinu ya ulinzi wa anga wa Iran. Ndege za B2 ziliingia kwenye anga ya Iran zikiwa chini ya ulinzi wa moja kwa moja kutoka kwa F18 na Growlers. Kila ndege ilirusha mabomu mawili aina ya GBU57, kila moja likiwa na uzito wa kilo 1014 sawia na IBS 1030 na uwezo wa kupenya hadi mita 60 ya ardhi au saruji kabla ya kulipuka. Jina langu ni Sol Sawa. Na hii ni TSK Media KE.